Ni saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo jambo, mimi ni Regina Mziwanda, karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, vituo vya kusambazia misaada vilivyoko Gaza vinatarajiwa kufungwa kwa siku moja baada ya Israel kuonya kwamba barabara zinazoelekea eneo hilo zinazingatiwa kama eneo la vita. Leo Tanzania inazindua rasmi mpango mpya unaolenga kuongeza ushiriki wa wanawake katika sekta ya nuklia. Je, ziada yake nini, ni nini hasa? Ni watu wengi ambao wanatumia mionzi lakini wamesambaa nchi nzima. Hii jumuiya ya wanawake kwenye nyuklia itawakusanya, na lengo pia ni kuhamasisha wasichana kusoma sayansi na katika gumzo asubuhi ya leo tunaangazia siku ya ulezi duniani, unaolenga kuinua uwezo wa wazazi kupitia zana za malezi kwa vitendo. Je, shule za malezi zipo? Zamani wazazi wako na wakati kutoelekeza, saa hizi watu wako mbioni. Hapo tunalea watoto ambao nao pia watakuja kuwa wazazi, lakini sijui wakati wao utakuwa wazazi wa aina gani. ni muktasari wa habari za ulimwengu, na msomaji ni Beldin Waliaula akiwa Nairobi. Asante Regina. Jeshi la Israeli limetekeleza mashambulizi kusini mwa Siria kwa kile amekitaja kujibu mashambulio mawili ya makombora yaliyorushwa kutoka mpaka wa Siria. Kulingana na vyombo vya habari vya Siria, shambulio hilo linasababisha uharibifu mkubwa katika wilaya ya Daraa. Wizara ya mambo ya nje ya Siria imesema haina uhakika ni nani alirusha makombora hayo katika eneo linalokaliwa kimabavu la mlima ya Golan nchini Israel, lakini waziri wa ulinzi wa Israel Israel Katz anasema rais wa Siria Ahmed Al Sharah ndiye wa kuwajibika. Jeshi la Israel linasema litafanya uchunguzi kuhusu mauaji yaliyotokea hapo jana ambapo takriban wa Palestina 27 waliuawa jirani na kituo cha kusambaza chakula kinachoungwa mkono na Marekani. Msemaji wa serikali ya Israel David Mensa mapema alikanusha tuhuma za wanajeshi wa Israel kuwalenga raia. Israel pia imekanusha kuwa ilifyatulia risasi wa Palestina katika kituo hicho siku ya Jumapili. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa uchunguzi zaidi kufanywa kufuatia msururu huo wa mauaji. Ilchaimung ndiye rais mpya wa taifa hilo baada ya kupata zaidi ya asilimia hamsini za kura zilizopigwa na tayari amekula kiapo cha urais. Li alisema akahakikisha anatimezwa matarajio ya waliompigia kura. Samba Tenzi na maelezo zaidi baada ya ushindi wake, Lee aliahidi kuliunganisha taifa hilo na kusema atahakikisha hakuna jaribio lingine la kuipindua serikali kupitia njia za kijeshi. Uchaguzi huu ulifanyika baada ya aliyekuwa rais wa taifa hilo Yoon Suk Yeol kuondolewa madarakani baada ya kutangaza matumizi ya sheria ya kijeshi. Lee hatapata fursa ya kufurahia miezi miwili ya mpito ambayo hupewa marais wapya ili wapate muda wa kuunda serikali zao, ila yeye ataanza kazi mara moja ili kuziba pengo aliloacha Yoon Suk Yeol. Kando na kuliunganisha taifa li anakumbuka hilo baada ya utawala wa Trump kuwawekea ushuru zaidi katika bidhaa tofauti ambazo zilikuwa zinategemea soko la Marekani na usafiri umerejelewa tena katika daraja la Kerch Bridge linalounganisha Urusi na eneo la Krimea baada ya Ukraine kuliharibu kwa kutumia vilipuzi vilivyowekwa ndani ya bahari. Vyombo vya habari vya Urusi vilikuwa vimetangaza kuwa daraja hilo limefungwa hapo jana baada ya shambulio hilo la Ukraine. Daraja hilo ambalo lilizinduliwa na Rais Vladimir Putin wa Urusi ni muhimu kwa taifa hilo kwani linaunganisha taifa hilo la Urusi na eneo ambalo umelikalia kimabavu la Crimea. Hii ni BBC. Muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Beldin Waliaula akiwa Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, kikutangazia kwenye FM, radio, shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa Uganda tusikilize kupitia Voice of Karamoja, Tanzania tutege sikio kupitia Radio One na Radio Kwizera Ngara, nchini Kenya ni Mwanedu FM, kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni. Unaweza pia kuyafuatilia matangazo haya kupitia tovuti BBC Swahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook, andika BBC Swahili. Mimi ni Regina Mziwanda na kwa kuanza, kile tulichokuandalia vitu, uh, vitu vya kusambazia misaada vilivyoko Gaza vinatarajiwa kufungwa leo kwa siku moja baada ya Israel kuonya kwamba barabara zinazoelekea katika maeneo hayo zinazingatiwa kama maeneo ya vita. Mtandao wa misaada unaoungwa mkono na Marekani na Israel Gaza Humanitarian Foundation GHF, ambao ulianza kufanya shughuli zake wiki iliyopita umesema utafunga maeneo hayo ya kusambazia misaada kwa ajili ya kufanyia maboresho. Taarifa zake Halimanyanza anaarifu zaidi. Mtandao wa kutoa misaada wa Gaza Humanitarian Foundation GHF umearifu kwamba utaanza tena shughuli za kusambaza misaada kesho Alhamisi baada ya kufunga kwa siku moja. Na katika taarifa nyingine, jeshi la Israel IDF limesema litapiga marufuku kuingia katika eneo hilo lenye vituo vya kusambazia misaada ama kusafiri katika barabara zinazoelekea katika eneo hilo baada ya kuchukuliwa kama eneo la mapigano. Tayari katika eneo hilo wa Palestina 27 waliuawa baada ya wanajeshi wa Israeli kwa fiaturi ya risasi wa Palestina waliokuwa wakitafuta msaada. Ni tukio la tatu kutokea la umwagaji damu jirani na eneo hilo. Likijitetea, jeshi la Israeli limesema kikosi chake kilifyatwa risasi baada ya kuwatambua washukiwa waliokuwa wakielekea upande wao. Msemaji wa katibu mkuu wa umoja wa Mataifa, Stefan Dujarric, ameiambia BBC kwamba kufungwa kwa vituo hivyo kunaonyesha ukosefu wa uwazi kuhusu taasisi hiyo inayosambaza chakula ya GHF na pia ukosefu wa wajibikaji. Amesema wamekuwa wakiona watu wenye silaha katika vituo vya kusambazia vyakula lakini hakuna anayejua ni kina nani na wanawajibika kwa nani. Stefan Dujarric amesema pia kwamba ni kimnukuu, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amelaani mauaji wa Palestina wengi General na wengine wengi kujeruhiwa, ambao wanatafuta misaada Gaza. Amesema kuwa ni jambo lisilokubalika, raia wanahatarisha na kupoteza maisha kwa ajili tu ya kujaribu kutafuta chakula. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ameendelea kutoa wito wa kufanyika uchunguzi huru na waharaka juu ya matukio hayo na wahusika kuwajibishwa. Umoja wa Mataifa umeonya kwamba zaidi ya watu milioni mbili wako katika hatari ya kukabiliwa na njaa baada ya Israel kupiga marufuku misaada ya vyakula na misaada mingine kuingizwa Gaza. Taasisi ya Gaza Humanitarian Foundation GHF inalenga kuchukua nafasi ya mtandao wa misaada wa Umoja wa Mataifa kusambaza misaada Gaza, kufuatia madai yaliyotolewa na Israel kwamba Umoja huo wa Mataifa haulindi misafara inayosambaza vifaa ambavyo vinatekwa na wapiganaji wa Hamas. Ni Halima Nyanza. Nam, kama ulivyosikia katika taarifa ya habari, rais mteule wa Korea ya Kusini Lee Jae-myun amekula kiapo cha kushika madaraka baada ya kutangazwa kwa mshindi wa uchaguzi uliofanyika jana Jumane. Uchaguzi huo uliitishwa baada ya rais aliyekuwa madarakani Yoon Suk Yeol kupigiwa kura ya kuondolewa madarakani baada ya kutaka kutangaza sheria ya kijeshi. Taarifa zaidi na Florian Kaijage. Rais huyo Lee Jae-myung ambaye ameahidi kufufua uchumi wa nchi hiyo. Sherehe za kuwapishwa kwake zimekuwa si za kifahari kama ilivyokuwa kwa mtangulizi wake. Katika uchaguzi huo uliofanyika jana, kiongozi huyo mpya alishinda kwa takribani asilimia hamsini ya kura zilizopigwa, hali ambayo inaelezwa kuwa imeonyesha wazi jinsi raia wa Korea Kusini walivyopinga vikali utawala wa kijeshi ambao ulilazimishwa kuwepo. Katika kampeni zake, rais huyo alihaidi kuimarisha demokrasia na kuunganisha nchi baada ya miezi sita ya mgawanyiko na ghasia. Korea Kusini ni moja ya nchi ambazo pia zimekumbwa na ongezeko la ushuru wa forodha wa rais wa Marekani Donald Trump, ambaye ameweka ushuru wa asilimia ishirini na tano kwa bidhaa zote zinazoingizwa kutoka Korea Kusini. Katika kipindi cha kampeni, rais Lee Jae-myung aliweka wazi kwamba hatakuwa na haraka ya kuingia katika makubaliano yoyote na rais wa Marekani Donald Trump.

Mwanzilishi wa Microsoft Bill Gates ametangaza hivi karibuni kwamba atatoa takriban utajiri wake wote wa, wa dola za Marekani bilioni mia mbili kwa bara la Afrika katika kipindi cha miaka ishirini ijayo. Kufikia wakati huo, anatarajia kwamba nchi za Afrika zitakuwa zimepiga hatua kubwa katika kufikia viwango vya kimataifa vya huduma za afya, ingawa hilo linategemea usaidizi wa serikali kwa kushirikiana na mashirika ya misaada. Bill Gates ameelezea maono yake ya siku zijazo, sababu za kupenda kutembelea bara la Afrika.

you you know only the things that you can't... kuna baadhi ya mambo ambayo ni vyema shughulikiwe na sekta binafsi, mengine na serikali, lakini pia kuna masuala mengine ambayo serikali na sekta binafsi yanashindwa kutatua. Hapo ndio misaada ya kiutu yahitajika, masuala kama vile kutafuta chanjo dhidi ya virusi vya HIV na hata kazi nyingine za sekta ya kilimo, ambapo tunazishughulikia na kujaribu kuleta mbegu mpya za mimea na hata kuboresha sekta ya mifugo. Kwa hivyo mnachosema ni kuwa kutakuwa tu na ukoaji wa kibiashara na nafasi za kazi kama watu watasaidiwa kuwa na afya Bora, na elimu bora hapo At ni kuhakikisha vijana wanapata ajira zenye tija na ndio tungependa kuelekeza mchango wa usaidizi wetu. Wakati unatembelea Afrika, kuna sehemu maalum unayoipenda zaidi, na kwa nini? well, You know, understanding, wow, how are they... Ziara yangu ya kwanza barani Afrika ilikuwa kuja kwa safari ya kuona uzuri uliopo katika bara hili, lakini pia nilichogundua ni jinsi watu walivyochangamfu uh, katika mahojiano hayo mapana, mwanzilishi wa Microsoft pia amezungumzia jambo jingine linalomvutia juu ya nishati mbadala na uwekezaji wake katika kampuni changa ya uchimbaji madini yenye makao yake nchini Marekani, KoBold Metals, ambayo shirika la habari la Reuters limearifu kwamba imepanua shughuli zake hadi kwenye uchimbaji wa madini ya lithium nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bill Gates anaamini kwamba migodi inayosimamiwa vizuri inaweza kuongeza mapato ya serikali za mitaa na kufadhili chanjo pamoja na huduma za afya. Si dhani ni vyema kuambia wawekezaji wasifike Afrika, kwa sababu kule ambapo kuna uwekezaji katika migodi, bila shaka ajira zinapatikana, na serikali pia inapata faida za ushuru na mrabaha unaolipwa na makampuni hayo, na ni fedha kama hizo ambazo zinawezesha serikali kununua chanjo zinazosaidia katika kuboresha afya za raia. Lakini niseme tu kwamba mimi sina utaalamu mkubwa katika nyanja hiyo. Unafanya kazi nyingi huko Jamhuri ki ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna maradhi kama vile malale yani sleeping sickness, ambayo tunajaribu kupambana nayo kwa kutengeneza dawa na kuhakikisha watu wanapata huduma za vipimo stahiki pia. Na kwa kweli ugonjwa wa malale ni moja wapo maradhi mabaya sana, sleeping sickness is terrible. Bill Gates anahitimisha mazungumzo na Wahiga Mwaura wa BBC. Na sasa tuelekee viwanjani kwa Omari Mkambara. No. Asante, Regina, na moja kwa moja nianze na taarifa ambayo inamhusu nahodha wa Manchester United, Bruno Fernandes amesema alikataa ofa ya mshahara mkubwa ambayo inakaribia pauni laki saba na lengo likiwa ni kuendelea kusalia barani Ulaya kucheza soka la ushindani kwa kikadha. Klabu ya Al Hilal ya Saudi ilikuwa inapambana kuweza kupata saini ya nyota huyo wa Kireno. Fernandes aliamua kubaki Old Trafford baada ya kushauriana na kocha wake Ruben Amorim, pia aliweza kuzungumza na familia yake na Amorim alimsia asiweze kuondoka Manchester

Na Sabalenka amefanikiwa kusonga mbele baada ya kumpiga Mchina, uh, Zheng kwa seti tatu ya saba sita na sita tatu na hivyo atakwenda kwenye hatua ya nusu finali akicheza na Iga, ambaye Iga kwa upande wake aliweza kutinga hatua ya nusu finali baada ya kumfunga Elina, uh, kutoka Ukraine kwa seti mbili ya sita moja na saba tano na hivyo anaweka rekodi ya kuendelea kushinda katika michuano hiyo ya French Open. Lakini kwa upande wa wanaume, Carlos Alcaraz ambaye ni bingwa mtetezi wa French Open, ali, ali, kwamba kwa kwa Jadon Sancho anatarajiwa kwamba huenda akahamia kule Saudi Arabia Saudi Pro League baada ya kwamba anarudishwa a na Chelsea kwenye klabu yake na ya Manchester United, taarifa zikieleza kwamba kuna vilabu viwili vya na Al Nassr hitaji kupata saini ya nyota huyo. Lakini katika taarifa nyingine, nyota wa Kameruni anayekipiga na klabu ya Brentford, Bryan Mbeumo mwenye miaka 25 ambaye anatarajia kujiunga na klabu ya Manchester anatarajia kupata mshahara wa pauni laki mbili na nusu ikiwa ni mara tano ya ule mshahara ambao anopata kwa sasa kwenye klabu ya Brentford. Ni hayo tuko kwenye michezo ya asubuhi, Regina. Naam, shukrani